Na al ukigonga hii hakuna. Hiyo mwingine anafanya nini? Anachukua. Endapo utakuwa umefunga macho ukigonga. Sasa hapa, ni kuna mwenye tunacheza kaka game naye anazoambia eyanait kwa majina, naitwa Bahati ya Mtende. Sasa basi tunacheza kaka game. Tafunga macho kwanza. Eh.

Sioni, naangalia huko mbinguni. Aya, funga macho niwangalia mbinguni. Aya, gonga basi.

Aya funga macho. Oi, naanguka. Kwani haikutaki? Aya gonga. Sasa umekula ya kwanza. Funga. Gonga. Bahati ya mtende. Tunafunga macho tena, ebu angalie mbinguni kabisa e... shingo, piga sasa. <laughs> <Asli, isti, mba. laughs>

<laughs> Eh, kama game ya Manchester. Kwani nimechukua ni pink ama ni green? Walahi nimechukua green zote. Kwani mimi niko na bahati ya vegetation.